Maafisa wa uokozi katika jamhuri ya Dominika wamesema watu takriban 80 wamefariki dunia na mia moja hamsini kujeruhiwa baada ya paa la ukumbi wa burudani kuanguka wakati wa tamasha la msanii Ruby Perez. Msanii huyo ni miongoni mwa hao waliofariki dunia. Maafisa hao wa uokozi wanatafuta manusura katika ukumbi huu ulioko mji mkuu Santo Domingo uliojengwa miaka sabini iliyopita. Mkurugenzi wa kituo cha operation cha dharura Juan Manuel alisema kuwa kuna matumaini kwamba wengi waliozikwa chini ya paa lililoporomoka bado wapo hai. Wanasiasa, wanamchezo na watu wengine mashuhuri walihudhuria pia. Miongoni mwa waathiriwa ni Nels Cruz, gavana wa jimbo la Monte. Picha za video zilizochukuliwa ndani ya klabu zinaonyesha watu wameketi kwenye meza mbele ya jukwaa na wengine wakicheza kwa muziki nyuma huku Ruby Perez akiimba. Katika rekodi tofauti ya simu ya mkononi iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, mwanaume mmoja alisimama karibu na jukwaa anasikika akisema kitu kimeanguka kutoka kwenye dari, huku kidole chake kikionekana kikielekezea paa. Katika picha hiyo, mwimbaji Ruby Perez pia anaonekana kutazama eneo hilo lililonyoshewa na mtu huyu. Hazikupita sekunde thelathini, kelele zilisikika na rekodi hiyo kuagiza, huku mwanamke akisikika akipiga kelele.